Wakazi wa eneo la Kaloleni, kaunti ya Kilifi wanapitia changamoto ya uhaba wa maji kutokana na kunyauka kwa visima vya maji walivyokuwa wanategemea. Baadhi yao wanasema wanalazimika kuchota maji machafu ambayo yanahatarisha afya yao. Sasa wanaomba serikali na wahisani kuingililia kati na kusuluhisha ukosefu huu wa maji. Veronicah David na taarifa kamili Kutokana na uhaba wa maji ambao umekuwepo katika eneo la Kaloleni, unapatana na wakaazi wa eneo hili wakisaka maji baada ya visima kunyauka. <tikin> baadhi yao wakisema wamekuwa wakiteseka sana kupata maji safi, jambo ambalo linawalazimu kununua maji na ambayo ni ghali. Ukosefu huu pia ukichangia kupungua kwa idadi ya wanafunzi wanaosajiliwa katika taasisi ya kiufundi ya Kaloleni. Ukimalizika maji tuna shida. Chombo kimoja tunanunua hamsini. Pikipiki piki, tunatoa mia tano kupatiwa mitungi sita ka sababu ya, ya kukosa vitu muhimu kama hayo maji imekuwako, ni, ni ngumu kwa wanafunzi kujiunga na hapa because wengi wakija wanaangalia environment na kile ambacho pengine wangeweza kusaidika nacho. Kwa hiyo unakuta kwamba tumekuwako na huo uhaba wa wanafunzi kuja, uh, kuja kujiunga na sisi kwa sababu ya vitu kama hivyo. Wakaazi hawa sasa wanahofia kuathirika na magonjwa yanayotokana na kunywa maji machafu, wakiongeza kuwa kufikia sasa baadhi yao wameathirika na magonjwa ya tumbo. Na vile ambavyo yakiwa green hivyo na matumizi ni hayo hayo maji, athari huwa zinatupata za tumbo, yani ile kuendesha inafikia mahali yani pia hiyo kwenda kwenye matibabu ni shida kulingana na mapato ya huku. Watoto saa hii wameshikana sana na magonjwa, huyu saa hii anaharisha mpaka saa hii, hata nasema hapa nimetoka hospitali, huko hospitali nako nimefanya kwenda kukopa huyo daktari, maana ile pesa ndio sina kabisa. Sasa wanaiomba serikali na wahisani kuingilia kati na kusuluhisha ukosefu huu wa maji, wakazi hawa wakiomba serikali ya kitaifa na ya kaunti kutimiza ahadi yao ya kuhakikisha maji masafi yanapatikana kwa urahisi. waweze kutufadhili at least watuchimbie ili bwawa letu hapa, ndo mvua ikinyesha tupate kuona maji yamekua yameingia kwa, ya kwa, kwa wingi yani katika bwawa letu hapa. Hii area ya Makululu hakuna mifereji hakuna visima, sote walimu, wanafunzi na wanakijiji tunategemea wabwawa moja peke yake, na kwa vile mvua haikuwa vizuri mwaka huu hilo bawa saa hii limekauka. Hiyo inakuwa changamoto kwa wanafunzi wetu, kwa sababu masomo hapa yanaanza saa moja kamili, lakini utakuta ukiingia darasani we kama mwalimu unakuta hakuna mwanafunzi. Kwa sababu gani? wanafunzi wameenda huko kuangaika maji. Tungependa sana waisani, yale mashirika ambayo yanaweza kutusaidia, yatusaidie hapa shule, kwa sababu lile bawa liwe linaweza kuchimbwa na hapa hata hapa shule pia kuna mahali tu identify kuna maji, kama wahisani wanaweza patikana waje wachimbe kisima hapa. Veronicah David, Undugu TV.